baada ya kushuhudia uchaguzi ulioshamiri maandamano uharibifu wa mali majeraha na vifo pamoja na serikali kuweka vikwazo vya kutotoka nje hatimaye mgombea wa kiti cha urais wa chama cha mapinduzi ccm samia suluhu hassan ametangazwa mshindi na tume ya uchaguzi ya taifa hilo aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr Manul John Nchimbi kuwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kulingana na tume huru ya uchaguzi, rais mteule Samia Suluhu ameshinda uchaguzi huo kwa asilimia 97.66 akijizolea idadi ya kura milioni 31.9. Tume ilimtangaza mgombea aliyeshinda uchaguzi wa kiti cha rais kwa kupata idadi ya kura milioni 31,913,866. Licha ya matokeo hayo, baadhi walidai idadi ya waliojitokeza kushiriki zoezi hilo lilikuwa chini mno kutokana na maandamano yaliyoshuhudiwa katika taifa hilo. Vikosi vya jeshi na polisi vilitumwa katika miji ili kukabili waandamanaji. Katika taarifa iliyotolewa na upinzani, ni kwamba watu saba wamepoteza maisha yao, huku Umoja wa Mataifa ukidai kuwa miji mikuu ya taifa hilo imerekodi vifo vya takriban watu kumi kila mji. Chanzo cha maandamano yamedaiwa kuanzishwa baada ya serikali kuwakamata wapinzani wakuu wa, waku wa Rais Samia Suluhu, huku wachache wakiruhusiwa kushiriki katika uchaguzi huo. Rais Samia Suluhu amelaumiwa kwa madai ya utekaji nyara wa wanaharakati, kuamuru polisi kutumia nguvu kupita kiasi kuwakabili wakosoaji wa serikali wa pamoja na kuasi katiba. Nikiripoti mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.